Watu wanaona yale ni maandamano, kuna watu wanaona zile ni vurugu, lakini kuna watu na mimi hawa watu nawaamini mno. Mmoja wapo rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wakati anaapishwa alituambia wazi kabisa kwamba zile vurugu za tarehe 29 kamwe zisihusishwe na vijana wa Tanzania. Rais anazungumza hivi, wekeni hizo klipu, mtaziona, zimesababishwa na vijana waliovuka mpaka, vijana kutoka nchi za nje waliovuka mpaka wakaingia ndani kuja kutuharibia nchi yetu. Na mimi rais Samia namwamini sana sana kabisa, kwa sababu yeye kama rais ana vyanzo vyote na vingi vya kupata taarifa. Taarifa zilimwambia kwamba waliosababisha hizi vurugu hizi si wa Tanzania, kwa sababu kwa tulivyolelewa sisi na tunavyowalea vijana wetu, hakuna kijana yeyote mtanzania mwenye uthubutu wa kwenda kuchoma moto nchi yake. Kwa hiyo kuna watu walivuka mpaka kutoka nchi za nje, wakaja wakasababisha hayo cha cha kujiuliza kama hilo ndio suluhisho? Yani ndio conclusion kwamba waliofanya vurugu ni kutoka nje? Mkuu wa majeshi sasa hivi ana kazi gani mpaka sasa hivi? Yani watu wanavuka wanakuja kuchoma moto vitu. Kamishna wa uhamiaji, kamishna jenerali wa uhamiaji anafanya nini? IGP wa Mbura anafanya nini mpaka sasa hivi ofisini? Yani watu wanavuka mpaka wanaingia. Hii kauli haipaswi kuachwa ndio maana watu wanaoitakia mema nchi hii wanataka hatua ya kwanza kuwepo na hakikisho la kuwajibika au kuwajibishwa. Lakini rais amesimama bungeni, ameliomba bunge lisimame kwa dakika moja liwakumbuke waliokufa ambao ni raia kutoka nje waliuliwa hapa, walivuka mpaka wakaja kuuliwa hapa. Ile hatua mi nimeipongeza sana inaimarisha diplomasia ya nchi yetu kwamba hata kama kuna watu wametumwa na nchi zingine kuja kufanya vurugu kwetu, so long wao ni binadamu kama walivyo binadamu wengine ambao wanastahili kukamatwa na kufikishwa katika mkondo wa sheria, ili tuhuma zao ziende zikathibitishwe huko au vinginevyo, hawakustahili kuuliwa kwa namna ile. Rais akasimama kwa uungwana kabisa akaonyesha uzazi ni mama, bunge tusimame tuombe dua kwa ajili ya watu waliouliwa. Ule ni, ni, ni, ni, ni uungwana mkubwa sana sasa kama tunaweza kuwa na watu ambao tena kesho kutwa wanakuja kutuambia waliofanya vile ni vijana wetu walioshawishiwa na wanasiasa, ni vi, ni vijana kutoka nje ya nchi. Lakini je, kuna watu waliouliwa? Kamanda wa polisi kanda maalum Dar es Salaam akasimama akasema ile ni AI, yani ile naona ile watu wamekufa zile, video zile zile ni AI. Sasa ndugu yangu mtangazaji, kwa akili tu ya kawaida, nchi ambayo tayari imeshafikishwa katika hatua kama hiyo, alafu mtu anakuambia kuna AI, yani hilo sio tatizo, ni AI ndio imetengeneza hivyo. Unawezaje kuziamini jitihada ambazo zinataka kuchukuliwa sasa hivi, ikiwepo hiyo maridhiano, kwamba hizi jitihada zina nia ya dhati kutatua tatizo lilopo?